Wiki, wiki moja imepita nyuma kulifanyika uh, mkutano uh, kiongozi Pokagame pamoja na rais wa wa Kongo wa Tshisekedi walikutana White House na kumbuka kitu kama hicho kama sikosei mm. na Donald Trump akasaini mkataba wa amani kumaliza ile vita mm -hmm. na vitu vingine kama vile mambo yakaonekana mengi sana, lakini katika ule mkutano uh, watu walikuwa na, walikuwa wanamwataki sana Tshisekedi kwamba alikuwa hana ile tabasamu sana ile katika kusaini ule mkataba wa amani ule. Pengine hasa ni nini hasa ambacho kilikopa pale? Nitamani siku kutana naye kuuliza hichi kitu kwanza, hmm. Wamelazimishwa ku, ku, ku, ku, ku- abide kwa ile, kwa sababu hivi, ulimwona Kagame na shekedi wamepeana mkono Hawajapeana. Sasa kitu gani? Yani ni yani, kwamba sasa wale ndo kitaka kujua ma masters wameitwa na mabwana hao ma masters yani, kaa hapa saini, wewe saini, utaki tunatuma. Kuna kitu kinaitwa SOC, nimetoa makala, wataalamu wa regime change tunawatuma kwako. Kuna SOG Special Operations Group, alafu kuna Political Activities Group PAG. wale wataalamu tunawatuma kwako wanakunyoosha mi niliongea mwanzo kabisa kauza Kongo kwa sababu ya kubaki na madaraka yake oh. Yes. Ana, of course, anapambania maslahi ya taifa lake kwa sababu hawana rasilimali oh. Kwa hiyo ashasema kwamba haya madude yanapita yanapita tu hapa uh, Rwanda yanaenda huko, yanaenda Tel Aviv, yanaenda Brussels, yanaenda UAE Dubai kule na kwengine oh. Umeona, yeye anaangalia anachokipata, ili taifa lake nalo liende oh. lakini oh. ni ye ni njia na ana play miziki yao inavyo inavyochezwa. Kwa hiyo hakuna chochote cha maana kitacha kutokea pale. Mi nilikuwa na discuss. Actually hata juzi tuliongelea na Henry tulikuwa, yeah. tuna discuss yeah. Kitu hamna cham... yani, ulinzi yeah. utakuwepo katika yale maeneo ambayo makampuni ya Marekani yatakuwepo yeah pale ndo kutoka kuna ulinzi ili kulinda maslahi yao huku kwengine. If you think they really care about us, unadhani wanajali kabisa? kusuzi mufemusifoni hiyo, yani haiwahusu, wanaangalia maslahi yao. Juzi Trump katoka kuongelea Somalia na kaongelea vibaya sana. Marekani ndo inayofund ina, ina Alshabab. Marekani wako active ndani ya Somalia. Marekani imeplay part kubwa sana kuvurugika kwa Somalia. Marekani ndo imefind imefund jeshi la Kenya liende likapigane vita ya Somalia kule. Kwa hiyo tunachezewa ka mchezo na sisi wenyewe tunakacheza ako kamchezo pengine, sima, kwa mtu ambaye alikuwa aelewi hasa, pengine kwa sababu tumeanza kukuuliza sasa hivi kilichokuwa kinaendelea between kati ya Rwanda na Congo ni nini hasa. Hiyo ni historia ndefu. Kusummarize, It's a very long story. Na makala yapo kwenye YouTube channel yangu, atakaitaka naweza kuenda kuangalia au um, oh, kuna gps ambazo zipo pale SNS tushai kuzidiscuss. Kuna wanamgambo o waasi ambao wanawezeshwa na nani? Na Rwanda, na wao wanaamini kwamba kuna kundi la waasi ambazo lilifukuzwa kutoka Rwanda katika vile vita vyao wamejihifadhi Kongo wanasema kwamba wanadhibiti wasije wakarudi tena Rwanda, kwenda kuanzisha machafuko. Hiyo ndio inayosemekana, lakini pia kuna swala la, la madini Kivu, huku ndo kuna Kivu na Goma, ndo kuna madini mengi sana, na ndio sehemu ambayo haijawahi kuwa na utulivu tangia miaka na miaka. Umeona eh? Kwa hiyo kuna kaugomvi ugomvi fulani na waasi pale na mwasi yule ambaye ndo anasimamia alisema kwamba yeye aliplay part kubwa sana kwa kisha Shekedi anaingia madarakani pale. Kwa hiyo kuna vitu kuna lot of moving pieces uh, eh, mule ndani. Bro, as lo leo hii Kongo ikikauka shui, hakuna kopa hakuna eh, cobalt hakuna sweet 3 hakuna chochote cha maana. Vita vyote vinaisha. Au madini yakisha thamani. Ndio nakwambia yakipotea sasa hivi shua hey. Yaani, vita vyote vinaisha yeah. Yes, lakini uh, katika katika huu katika unani wa wa amani ambao ume, umethainiwa ume sasa hivi unadhani mm. una faida ipi pia sasa kwa, kwa Congo? Nadhani kauli ya Trump alizungumza kwamba sasa sisi tutachimba tuta madini eh, Rwanda na Congo na alafu tutagawana tutapeleka eh, tuta makampuni yetu uh, uh, uh, kwanza toa kugawana. Mi sijasikia hiyo kauli ya kugawana kwamba tuna okay, makampuni yetu yataenda pale and we will make a lot of money, tutatengeneza hela nyingi sana. Yeah. Yes. Hiyo, hiyo, end of story ndo hiyo yeah, ndo maana baba <laughs> ah. mtapewa mtapewa maganda maganda kidogo na nyinyi mle yeah, eh, lakini sio katika njia ambayo pata nipati yeah, kwamba wote tufaidike yeah, wote tule mm, haitokuwa hivyo mm -hmm. and uh, ni michezo ambayo ipo Marekani anapambania sasa hivi strategic reserve zake. Ndio maana unaona mkataba wa Tanzania huu ni wa muhimu. Kuna Congo pale, kuna Ukraine ambayo amesaini kule, anaitaka Venezuela pia, anataka kuichukua kama amesikia Greenland pia. Hizo sehemu zote anaangalia, sehemu zake za mkakati, kwa sababu empire ya Marekani inaenda inashuka, na sasa hivi uh, multipolar inazidi kunyanyuka. Umeona eh? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaendelea, viko vingi Mtu bila kuiangalia kwa taswira yake kwa ukubwa wake huwezi wow. kuelewa mchezo ambao una unaendelea. Kuna Panama Canal kule kama mmesikia wow. na mengineo mengi ambayo yanaendelea. Kwa hiyo kuna, kuna kuna vitu vingi ambavyo viko behind the scene vinaendelea watu wanatakiwa jua it's not as simple kama vinavyoongelewa mm. Wow. mimi ninachompendea Trump kitu kimoja, yeah. huwa mm. mumunyi maneno, yeah. anakwambia peace for mineral deals, yeah. kwamba hii deal, yeah. ni kwa sababu ya madini Yani anakuchana live, yani hana kumumunya. Tumekuja hapa tunasaini kwa sababu si tupate madini hey, end of story. Kwa hiyo mtu mwenye akili yako utajua kwa nini hivi. Wao nafikiri nchi itoke tu iende pale ikafanya harakati zote kama ipate chochote, kwamba tunakupendeni sana, acheni kupigana eh, tutakupeni ice cream na na pipi hey. Ah, babu tu tu, tu, tu, tu amke na tupambane sana, nchi zetu za Kiafrika tuwe tuna tuweze kujipambanua na kujitambua, na ili tuweze kupata tuna maamuzi sahihi yeah. Na tuweze kupata deals stahiki tunapoingia kwenye mikataba. Pengine nilikuwa nili, nasoma baadhi ya comments za watu wakawa nasemaje bora huu um, mkataba kwa sababu maisha watu atakuwa, ya watu watakuwa yamekaa basi kwa amani. Unaiona hiyo amani kwanza itakuwa? Mimi nimekaa pale kama kutakuwa kuna amani hivi eh? Tunaviongea mm. Baada ya kusaini mm. Inasemekana Rwanda wameshashambulia Congo mm. Na ukiingia kwenye baadhi ya hebu e, ngoja nione kama nitaikuta hapa kwanza. Unaona hii yeah, hii ni DW yeah, sawa yeah. DW Marekani yaitishia ICC ikimchunguza Trump mm hivi -hmm. Unaona double standard unaona jinsi tulivyo na viva... watu akili zao ni vibaraka mm -hmm. na itafuta hiyo yes, kwamba mm -hmm. Rwanda ameviolate mm -hmm. na inatakiwa tunachokizungumzia hapa ni uh, memuliza Smaa kwamba Uh, baada ya mkataba wa, wa, wa, wa amani ama makubaliano ya amani kati ya Kongo na Rwanda, je, amani itakuwepo? Kwa sababu kuna watu wengine ambao walikuwa wanazungumza kwamba bora mkataba umesainiwa, ili basi walau amani ipatikane, na watu wakasema kwamba kuliko maisha watu kupoteza, bora hata huo mkataba uendelee, kwamba hizo pesa wagawane, kama alivyosema Smaa kwamba hata huo mkataba wenyewe hauna hata huo uhalali wa kugawana kwa sababu ni mtu mmoja apate wengine mgawanywe. Kwa hiyo Smaa anasema kwamba tayari uh, Rwanda tayari wameshakiuka makubaliano ya ile amani ambayo yenyewe makubaliano ya amani ambayo alisainiwa na anajaribu kuangalia hapa, tunaitwa shule, anafundishwa with vivid example si ndio? yes. Eh, yani kwamba asindiambsindio kwa, eh, <laughs> eh, eh, eh. Eh, mm -hmm. Ndio kila anacho kijaribu kukitazama hapa atuonyeshe kwamba uh, kuna tamko kwa ambalo Marekani wamelisema wame kwamba Rwanda sasa inabidi iwajibishwe kutokana na kukiuka yale makubaliano ambayo wametoka kwa saini wiki moja mbili ambazo zimepita nyuma si ndio? sima yes, hapa umeshaipata, umeshaipata, natafuta P kwenye maandishi, maelezo yenyewe sasasaa sasa kabisa mjandika... hii uh hapa -huh. one day ago hii hapa Al Jazeera. mm -hmm. Sawa na kufungulia tunaenda kwa fax yani, ukipewa bidhaa unapewa na receipt yako ya efd. Ah, hatuendi kwa matango pori. Hii hapa sawa, kwanza tuangalie tarehe. Tarehe inasema tarehe tisa Disemba. Sawa, hii ni Al Jazeera. DRC accuses Rwanda of peace deal violations as M23 advance in East. Congolese President Felix Tshisekedi alleges Rwanda has violated newly signed accord as M23 fighters reportedly advance in kwa ufupi, washavuruga. Yes. Na kuna baadhi ya lawmakers ambao ambayo wanasema kwamba Rwanda wawe held uh, accountable, kwa hiyo mwisho wa siku tunatamani kuwe kuna amani Congo. Na nchi zingine zote za Kiafrika Sudan na kwingineko, lakini nishasema kuna, kuna watu ambao ni kama parasite wanashamiri kwenye migogoro. Kwa hiyo wanaiandai migogoro ili zidi ku kwani au wa, wa, wa, wa, waasi wanapata wapi silaha? Wana uwezo wa kutengeneza silaha? Kuna nchi ya Kiafrika inatengeneza silaha? Inanunua wapi silaha? Kwa hiyo vitu vingine lazima tujiulize. Kwa hiyo hakuna chamaana hapa nilichokwambia yani, maeneo ya muhimu hata Afghanistan walipoingiaga ile pipes zilizokuwa zinapita, walikuwa wanalinda maeneo ya muhimu ambayo ndo pipes zinapita na wakawekeza nguvu huko, kwengine nyinyi waneni fanyieni mnachokachokifanya mtakijua. Syria, same thing, mara kadhaa Trump amesema tuko pale kwa sababu ya oil na tumeshika visima muhimu vya oil, Syria viko chini ya udhibiti, huko kwengine nyinyi mtajua kwengine. Kwa hiyo akili za kuambiwa uwe na za kwako vilevile vile, tujifunze kusoma na kufanya research na tumezungumza mambo mengi sana. Uh, wito wako kwa Watanzania unalipi la kuambia la mwisho kabisa? Nachoweza kuambia Watanzania, usimsikilize SMAA, mm, usimsikilize mm, usimsikilize mtu yoyote mm, tumia akili yako mm, chochote utakachokutana nacho kichukue kichuje, alafu kifanyie utafiti alafu fanye maamuzi yako mwenyewe. Kwa ufupi, akili ya kuambiwa changanya na kwako, lakini tuamke. kuna watu ambao hawana yani, wana ajenda zao za muhimu ambazo wanajaribu kuzipush kutumia raia ambao hawaelewi kinachoendelea watuchafulie nchi yetu. Ndio maana unawasikia kwamba kachomeni hichi karibuni hichi sijui nini. Juzi tumemaliza tarehe tisa, hatujasikia mtu yeyote kasema jamani, hongereni Mmemaliza salama, hakuna vurugu, hakuna umwagaji damu. Safi, endeleeni hivyo, sawa. Hakuna mtu ambaye anasifia kaeni, kaeni mzungumze. Hakuna mtu ambaye anasifia kwamba kuna waziri wa vijana anatoka anaenda kukaa na vijana anaongea nao, hicho ndo tunachokitaka. A a, wao wamekaa kama nzi. Unajua kuna nyuki na nzi, watanzania tuwe kama nyuki. Nzi kazi yake anatafuta mauchafu chafu ataenda kukaa eidha kwenye choo au embe. Utakuta kuna embe limeanza sehemu nusu kuharibika, huku kuzima, ataenda kule kulikuharibika, au ataenda kwenye jalala. Japokuwa unaweza kukuta nyumba nzuri, nyuma ina jalala, ataenda kule, huku kwenye kuzuri haongelei. Matokeo yake anatengeneza magonjwa, sijui kipindupindu, magonjwa ya kuharisha na mengineo, sawa. Lakini nyuki anaweza akaenda akatafuta ua gani zuri akaenda kwenye lile ua. Ataenda atatafuta, ah, kuna tunda limeiva sana upande mmoja limeanza kuharibika, lakini huku ni kuzima. Ataenda kuzima, atachukua pale nta. Ataenda kutafuta miti gani bora ataenda kuchukua. Matokeo yake anatengeneza asali ambayo ni dawa. Mentality: tukiwa na negative mentality ndio ile red car theory. Tukisema tuanze kutafuta mabaya na mapungufu, Tutayaona kila tutakapogeuka. Tukisema tuanze kutafuta mema na kushukuru, tutaanza kuona vitu vingi ambavyo vinastahiki kushukuriwa, bila kuignore wala kusema kwamba hakuna mapungufu. Na watu mara nyingi ukiongelea positive wanakwambia kama vile hukubali kwamba kuna ... mimi nadhani wa ambao wanafuatilia washajua, nishaongelea madudu kibao ambayo nimeshakutana nayo na tushapambana nayo na tunaendelea kupambana nayo, umeona. Kwa hiyo tu, tu, na mimi ninachokiamini, serikali kipindi cha nyuma walikuwa wamezembea, kuna baadhi ya vitu walikuwa wanakosea. Wamepigwa na mshtuko fulani, wameamka. Sasa hivi naamini watatekeleza majukumu yao kwa ubora, na raia pia huenda walikuwa wamelala pia, wameamshwa kwa hiyo, kwa pamoja kama taifa tutatoka kwenye hili e, hali tuliyopo tukiwa kama taifa bora zaidi, tukiwa strong zaidi, na tutarekebisha mapungufu ma, ma, ma, ma, yetu ambayo yapo na yanatakiwa yafanyiwe kazi, ila tutarekebisha, tutaenda sawa. Ila pia naomba nitoe heko kwa wapambanaji wote, binafsi binafsi ambao walijitolea na wakapambania taifa lao na wakaelimisha watu na watu wakaelimika na tukaweza kuzima chuki, siasa za chuki na siasa za matusi na siasa za kusambaza madhara. Hongera kwao. Nyinyi ndio mashujaa ambao mmepambania. Ili wasanii, mmesaliti taifa lenu, ila toeni nyimbo, watu watasikiliza sana Bana shukran sana mm. na kama kawaida, sehemu ambayo tumekosea tuko tayari kujifunza, hatuna lengo yeah. la kumwataka mtu yoyote yeah. wala kum maana mbaya kwa mtu yoyote mm. tuko katika hali ya kuelimishana mm. ukifurahishwa mm. mm. unaweza ukasikiliza, usipofurahishwa unaweza usisikilize, mm. nachoweza kusema ni one love. Asanteni wote ambao umetutazama, mi naitwa Victor Madaha bianzekaa mekopo riski bwana, asante.